Halo, naitwa Ibrahim Kadilo, mjasiriamali, mshauri wa biashara. Kama wewe ni mgeni, Kadilo Online tunawasaidia wajasiriamali wadogo na wakati kama wewe kupata wateja wengi mtandaoni. Tunakusaidia kusimamia akaunti za biashara, tunatengeneza akaunti mpya za biashara, tunafanya setup nzuri ya akaunti za matangazo, tunarusha matangazo ya kusponsa, tunatengeneza matangazo yenye mvuto kwa walengwa wako mtandaoni tunafundisha jinsi ya kufanya matangazo ya kusponsor. Tunafundisha jinsi ya kuuza bidhaa mtandaoni. Kama ni mara yako ya kwanza kwenye channel hii, bofya subscribe, ili next time tunapotoa video mpya zenye mafunzo kama haya uweze kupata ujumbe mapema unakutaarifu kuwa tumetoa video mpya, basi bofya subscribe. Inawezekana unashindwa kuuza bidhaa au huduma mtandaoni Unatangaza matangazo ya kusponsor unapata watu lakini watu wanashindwa kununua. Katika podcast hii utabaini vikwazo sita vinavyosababisha walengwa wako kushindwa kununua bidhaa au huduma yako na jinsi ya kuviondoa: kushindwa kujenga uaminifu kwa walengwa, kushindwa kutoa au kuonyesha thamani ya kile unachokiuza lakini kubwa zaidi ni kushindwa kuvunja vikwazo vya walengwa kununua. Vikwazo vikubwa unavyoweza kukutana navyo mara kwa mara mtandaoni ni hofu ya walengwa kutapeliwa, kukosa matokeo mazuri na kupoteza fedha. Vikwazo vya walengwa wako kununua, vikwazo vya walengwa wako kununua bidhaa au huduma yako viko vingi sana, lakini utabaini mbinu ya kuvunja vikwazo aina sita kama ifuatavyo. Kwanza, tumia shuhuda za wateja wako wengine. Njia moja ya kuondoa vikwazo vya walengwa kununua bidhaa au huduma mtandaoni ni kutumia shuhuda za wateja wako wengine walioridhishwa na huduma au bidhaa zako. Pili, badili kikwazo kuwa swali kwa mlengo wako. Chukulia kikwazo anachokitoa mlengo wako kama njia ya kupata taarifa zaidi kutoka kwake, ili uweze kuchunguza kikwazo haswa kinachomfanya kusita kununua, uweze kukiondoa. Mlengo wako anaposema gharama ya huduma au bidhaa yako ni kubwa, unaweza kujibu kuwa hilo ni swali zuri kisha unamuuliza kwa nini inaonekana gharama kubwa kuliko unachotarajia kulipa? Anaweza kusema kuwa naweza kupata bei rahisi sehemu nyingine. Kisha unamwambia hilo ni swali zuri, kwani inaonekana kuna mshindani wetu anaweza ukanunua bidhaa huduma kama hii kwa bei rahisi. Kauli hiyo inamfanya mlengwa wako kuona kuwa huduma au bidhaa unayouza ina ubora zaidi kuliko kwa mshindani wako. Tatu, eleza sababu nzuri ya kuondoa kikwazo. Njia nyingine ya kuondoa kikwazo cha mlengwa wako ni kuchukulia kikwazo alichokieleza mlengwa wako ni sababu ya kuuliza ili uweze kuondoa kikwazo hicho. Kama mteja wako anasema siwezi kumudu bei yako, unaweza kukafikiri kama mlengo wako anasema nionyeshe jinsi namna naweza kushawishika zaidi kutumia kiasi hicho cha fedha kununua bidhaa au huduma yako. Kama mteja atasema siwezi kumudu bei, hilo unalichukulia au unafikiria kama ni ni changamoto au swali anakuuliza nionyeshe jinsi namna naweza kushawishika zaidi kutumia kiasi hicho cha fedha kununua bidhaa au huduma yako. Nne. Pongeza, pongeza kwa kikwazo anachokitoa mlengwa wako. Unapompongeza mlengwa wako kwa kutoa kikwazo cha kununua bidhaa huduma yako, inamfanya ajisikie vizuri, na matokeo yake yanaweza kukuuliza maswali zaidi yakakuwezesha kujua kikwazo halisi kinachomfanya ashindwe kununua. Tambua kikwazo na sharti. Kikwazo ni kitu ambacho unaweza kujibu unaweza kukiondoa, unaweza kushughulika nacho, na ni tatizo ambalo linakuwa yani, kikwazo ni tatizo ambalo linakuwa na suluhisho. Kikwazo ni kile ambacho unaweza ukakiondoa kukuwezesha kuelekea kwenye kufanya mauzo. Iwapo utafanikiwa kuondoa kikwazo, maana yake utaelekea kwenye kufanya mauzo. Sharti ni sababu halisi ambayo huwezi kwenda mbele, huwezi kushughulika nayo. Mfano, kama mtu amefilisika hawezi kununua bidhaa huduma yako, haijalishi ni nzuri kiasi gani, haijalishi ni bei rafiki kiasi gani, hawezi kununua, ameshafilisika. Hilo huwezi kushughulika nalo, hilo ni sharti ambalo huwezi ukaliondoa hata hivyo. Katika kikwazo hiki, unatakiwa kuchunguza kwa kumuuliza mlengo wako. Mara nyingi wateja hutumia kikwazo cha ja sina pesa ili kukwepa baada ya kuona bidhaa huduma yako haiwezi kumsaidia kumpa matokeo. Sita, tumia njia ya kuhisi. Njia nzuri ya kushughulika na kikwazo ni kutambua kikwazo cha ja mlengo wako na kumhakikishia kuwa anavyojihisi sio peke yake. Kuna mlengwa aliyekuwa kama yeye anavyojihisi, kwa sababu amekuwa mteja wako mzuri, na unaweza kufanya hivyo kwa kuonyesha shuhuda, kuonyesha shuhuda za walengwa wako walioridhishwa na bidhaa au huduma yako. Kama umefaidika, comment hapo chini umefaidika, kisha bofia subscribe, like, share. Tukutane kwenye video inayokuja.